Ana timu bora kwao, wasisononeke. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, waache uchu wao, msimu huu wamefanikiwa kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza, ni mafanikio makubwa. Yaani kupoteza mechi hii isiwafanye wakaanza kujitia unyonge, wakasahau kusherehekea mafanikio walioyapata. Wameingia hatua ya makundi, hayo ni mafanikio tosha, ni kwa mara ya kwanza e. Kwa hiyo ni kipindi ambacho wanatakiwa wajipongeze kwa kufika hapa, na sasa hivi wafanye kama wanatalii hatua ya makundi, sisi tupo mm-hmm. E, tutaendeleza hizi mbio za kijiti, kwa sababu kwa dalili ninazoziona ndugu zangu, anaweza akawa ni kibonde kwenye kundi lao e, lakini mwisho wa siku bado tuwapongeza. Wamecheza vizuri, wamepata nafasi nyingi wametengeneza, lakini kwa bahati mbaya wameshindwa kuzitumia kuwa magoli, na ndio mpira ulivyo. Ukichezea nafasi, mpinzani wako anaweza akaja akabadilisha matokeo ndani ya dakika moja ugenini matokeo ya sare ni matokeo mazuri, to be honest, ni matokeo mazuri. Kwa hiyo sikujua matokeo ya Yanga ndio ananiambia sasa hivi, lakini matokeo mazuri ila bado safari inaendelea. Azam ana mechi nne, Yanga e, ana mechi nne na tusisahau Singida Black Stars tunacheza hapa Jumapili hii. Kwa hiyo msiondoke ndugu zangu tunakuja hapa kukazana kukazana, msili hapa na Stellenbosch wa South. Jumapili saa moja mimi kama ya leo Singida Black Stars tunakutana hapa sawa sawa. Kwa hiyo Azam, sisi tutaenda kuwabebea huyu msalaba, hatuwezi kukubali hapa, hapa, hapa tupoteze mechi, timu mbili zipoteze mfululizo e, Watanzania sio wanyonge kihivyo, sio wanyonge kihivyo ndugu zangu, mje kwa wingi sawasawa, eh? Na mvae jezi za Singida Unaona, mimi nimekuja hapa nimevaa jezi ya Azam na nyiye mkija mvaa jezi za Singida na Azam, amenahakikishia watakuja wamevaa jezi za Singida, kishi wa siku ni mechi zote ku support timu zetu yes. E, kwanza tumekuja kwa sababu mbili, tumekuja kuangalia mchezo huu kwa sababu tuko Zanzibar, e, tuko Zanzibar na tumefanya mazoezi jioni tu hapa uwanja wa nje hapo kwa ilikuwa ni fursa ya kuja kutazama mechi ili kuwa support Azam FC, kwa sababu ni wenzetu, ni Watanzania wenzetu. Tatu, wataalamu wetu walikuwepo hapa kuangalia pia game. Kwa hiyo hizi ni mechi za kafu, unapata nafasi ya kuja kutazama, unatazama ili kuweza kuondoka na mali mta. Kwa naamini kocha Miguel Mondi alikuwepo. E, alikuja hapa na kofia mbili kama kocha wa timu ya taifa ya Taifa Stars lakini pia kama kocha wa Singida Black Stars. Kuna kitu naamini ameviona na ataenda kuifanyia kazi kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumapili. Kwa imani ipo kwa wanalamba lamba imani iwepo isiwepo, Azam hawatakiwi kuwa na unyonge hata kidogo. Wasisahau kusherehekea mafanikio yao, hiyo ndio kubwa. Hatua ya makundi ni mafanikio makubwa kwa msimu huu, wajipange kwa ajili ya hatua ijayo. Asanteni sana, Zaka hii sura ndio maana nikamwita kwenye kamera. Hii sura utaki kuwa nayo kwa nini? Nimetoka kuwambia wanahabari Azam wakati huu ambapo mnajisononesha kwa matokeo ya kupoteza mkumbuke, mna sababu mbili. Kwanza mmepoteza dhidi ya timu bora, lakini pili, msisahau kushangilia mafanikio yenu. Mmeingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Matokeo ya hizi group stage yasiwafanye mkajianza kujiona kama hamna cha kusherekea. Furahieni matokeo matokeo yenu, na msio walafi Msimu ujao inshallah, tafanya kama mtu anasema Widadi bla bla Widadi, di vile. Lakini kwa namna tulivyocheza, siamini kama kuna mtu ambaye, kwa mfano mimi, tungeshinda sisi, angesema tumeshinda kwa bahati. Performance ambayo tulionesha ilikuwa na style kushinda. Waandishi mlikuwa mnaangalia vizuri, wewe tulifunga, mtuambie ile goli kama ilikuwa na shida eh. kuna tukio, kuna incident kama liko na inastahili kama penalty, sijui hii ndio ndioweza kujua. Lakini yatoe hayo, kikubwa ni kwamba tuliweza kufika yale maeneo, kama tuliweza kufika pale na dhidi ya timu ambayo kila mtu alipa nafasi kubwa sana. Maana yake tuweza kufika pale dhidi ya mwingine yoyote. Na leo refa amekataa goli, siku nyingi atakubali leo. Leo akaona sio pale, siku nyingi ataona ndokwa pega, sasa atashinda. So yanawafunza nini kama wataka kwenye? Ndio hizo ah, ni ukomavu, kwa maana kwamba uh, kwenye kundi letu Wida ndio timu ile iliyopewa nafasi kubwa sana kabla. Kila mtu alikuwa anaona hii ndio timu ambayo ita itatumika wote so tumekwenda nao na tunachezana kwa kiwango kile. Maana kama kile performance tukiiweka kwenye mechi zingine zote, hakuna ambaye anaweza kutusumbua sana. So sisi tunachukua hiyo na tunajaribu kuhamisha hiyo performance kwenye mechi nyingine zizobai. Cha kurekebisha zaidi ni kubadilisha nafasi kwa magoli. Uh, mchezo uliopita pia tulipata nafasi nyingi atakufunga Mchezo huu pia tumepata nafasi nyingi tukofunga. So kitu ambacho anatakiwa kubadilisha ni uh, kuwa kali zaidi kwenye kutumia nafasi hiyo. Ndio kitu ambacho kinaweza kuhakikishia ushindi au alama kwenye hatua kama hizi dhidi ya timu bora kama hizi. Unapokuwa unapata niambie, Wydad wameshinda, napata nafasi ngapi leo? Chache sana, wametumia unafahamu eh? Uh, moja, kipa alicheza nyingine, hiyo ilikuwa goli. So hakuna kitu kingine chote ambacho alikifanya zaidi ya hapo. Hiyo ndo uh, ndo levels ambazo ziko kwenye mashindano kama haya, kwenye hatua kama hizi, na ndo kitu ambacho tunataka wachezaji wetu wa, wa, wa wafike huko, na inshallah tutafanya vizuri. Sasa mimi ni wapongeze kwanza, mmecheza vizuri tofauti na watu wengi ambao waliitarajia. Naweza nikasema kwamba kilichotokea leo ni experience, imeamua ama ni fuko ambayo kwenye football inatokea, ubora na na experience unafahamu timu kwa bora hata eh, kwenye kutumia nafasi tu kama unapata, kwa sababu hata timu ile bora kiasi gani haitoingia uwanjani itengeneze nafasi 200 kila mechi. Kuna mechi mnamna kama watu kule kule, lakini kwenye mechi kama hizo ukiweza kupata matokeo ndio ubora. So hiyo ni heshima kwa wapinzani wetu kwamba against all odds tuna dominate tunafanya kila kitu, lakini mwisho wa siku tunataka ushinde. Hivi mechi hii hatuo ni kushinda, wanafanya wanachoweza kufanya, wameshinda, imeisha. So hiyo inatuonesha kwamba Um, wenzetu wana uzoefu wa kutosha lakini wana ubora pia wa kuweza kuamua mechi katika mazingira magumu. Kwa, kwa aina ya matokeo ambayo mmeyapata, ni mechi ya pili mnapoteza zaka. Matumaini bado yapo katika mechi ambazo zimesalia? Na matumaini bado yapo kwa sababu eh, kuna mechi nne mbele na sio tu sisi tunatakiwa tupoteze, hata wao wenzetu wana nafasi ya kupoteza pia. Hizi mechi hata kwa aaaa huyu utashinda wewe, utamfunguza huyu, utafika hapo mbele. Tuamini kwamba eh, nafasi bado tunayo na tutatumia vizuri kwa sababu So mechi zilizobakia yeah, ziko baada ya dirisha dogo, kwa hiyo tunayo nafasi ya kuendelea kujimarisha kwenye timu yetu. Tunayo nafasi ya majeruhi wetu kupona na kurudi kwenye timu na nafahamu zote zipo ya kufanya mazoezi zaidi, so naamini kabisa na pesa kurekebisha timu tunayo na kubadilisha msimamo wao. Unadhani ubora wa kikosi ndio imefanya mpoteze mchezo wa leo? nadhani na shajibu hiyo swali. <laughs> kauli mbiu ya sisi inawezekana endelea, Ina kutumika katika mechi ambazo zimesalia huko uko mbele, inatumika kama morali ama kuatia hasira zaidi? Ile <laughs> kauli imeisha, imeisha imeisha leo, ya ile ilikuwa kwa ajili ya mechi hii huko eh, mbele tutakuja na sisi, natigiri, kauli zingine. Sisi ni matajiri wa kauli hizi hizi tunazo nyingi sana. Nawashukuru sana sana wamefanya kitu kikubwa ambacho tumekiona na tunathamini sana mchango wao lakini Uh, mashabiki ndio wenye timu, so wenye timu walikuja kwenye timu yao kushirikia ya, kushangilia timu yao, kuunga mkono timu yao. Timu inapopoteza tumpoteza wote, mashabiki wanapoteza, wachezaji wanapoteza na kila mmoja anapoteza kwenye timu, so um, wamekuja tunapoteza pamoja, tuna maumivu pamoja, lakini tunacho cha kujivunia kwamba, kwa, kwa namna tunaona timu yetu tunapiga hatua kidogo kidogo kwenda mbele, na Roma haikujengwa siku moja. Okay.